Taarifa kwa umma Oktoba 18, 2025. Mm, uongozi wa Young African Sports Club mm, unapenda kuutaarifu umma kuwa umevunja mkataba na kocha wao wa kikosi cha kwanza mm, Roman Falls. Bas hiyo bas, mimi nilisema huyu Krismasi hafikishi. E, bwana kilichojiri kwa wakati huu sasa, baada ya mechi kutamatika na Young Africans kupigwa e, goli moja dhidi ya ndugu zetu e, wa pale nchini Malawi. Nini kilichofata sasa, kwa sasa hivi baada ya kutamatika mechi hiyo tafu kulikweli, Yanga wamepoteana. Nini kilichofuata sasa baada ya kupoteana? Kaingilia kule alikamwe kaingilia kule e, benchi la ufundi e, kikosi pia kimetokea geti la nyuma huku walivyopoteana sasa. Nini kilichofata mchambuzi na puta, um, profesa hmm. Young Africans mara baada ya hapo leo majira ya saa kumi kamili za jioni mchezo hmm. Wao ambao waliucheza dhidi ya Silver Strikers, hmm. ya kutokea pale nchini Malawi mchezo ulitamatika majira saa kumi na mbili. Na baada ya kutamatika, Young Africans ameweza kupoteza kwa bao moja kwa sifuri. Sasa kilichojiri mara baada ya Young Africans kupoteza huo mchezo ni kwamba taarifa rasmi ambayo imetoka kutoka klabu ya soka ya Yanga wameweza kumtimua ama kumfurusha mwalimu wao Roman Falls. Acha bwana, wameshamtimua Hebu yani, wasomee kwanza watazamaji wetu, kwa sababu wasija wakaona labda sisi eh, tuna, kama ni watu wajanja janja tuna feki feki tu, wakati sisi Wasamalia ni watu ambao tumenyooka kwenye taarifa kama hizi za watu kutupiwa mabegi yao nje um, nje um, ya vilabu Profesa Mandela Yanga kwenye akaunti yao ya Instagram mm. Wametangaza so Instagram tu kwenye social media zao zote hivi sasa mm. wametangaza rasmi, zilikuwa wa mm. zimebakia takribani siku kumi na moja kwa ajili ya uchaguzi kwenda kutiki nazo ameshindwa kuzifikisha, na nilisema kwamba huyu hata kupiga kula hataweza kupiga kula kwenye nchi yetu huyu. Basi tena kilichotokea ndo hicho, nafikiri tu mashabiki, wapenzi, wadau, lakini pia na wafanyabiashara wote ambao wameinvest kwenye masuala ya mpira wa miguu wote, sasa wafahamu na Tanzania nzima kiujumla, wajue kwamba Roman Falls hatunaye tena e, yani, kwa sasa hivi. Kwa hiyo sasahivi, sasa mashabiki wa Young Africans waweze kuweka ile nyimbo ya ya ya hii nini Imeniliza hi, hi. hi, hi. hi, sana yes, hiyo hii imeniuma sana, waweke ile picha na kile kijinyimbo kile cha kuwafanya sasa wawe kwenye kipindi hiki, maana bwana vilio kuachiana, bwana walianza Simba hey. Eh, kumng'atua, ah, sio kumng'atua. Simba wamekimbiwa, wametorokwa, wame, wame wametorokwa, wameachwa na mtu, na mtu akiachwa bwana bwana naputa ni maumivu makubwa hey, na ndio maana ukitazama hata viongozi wa wa wa Simba Sports Club eh, mpaka sasa hivi ukiwatazama vizuri, mikanda haibani, wamekonda kwelikweli, kuwachwa, usisikie bwana naputa na, lakini tu mimi ni wapongeze Young Africans kwa kuweza kumwacha lakini mpaka afungwe, eti yani mpaka atoe asara, ndo ndo mwache mimi kwenye ule tu mchezo wa Mbeya ule kwenye ligi hapa Tanzania bara ndo ile kipindi tu cha ku- lakini si mbaya kwa sababu Young Africans wametumia ujasiri wa kuweza kumtupia mabegi yake nje, ni afadhali kulikoni kuachwa. Kwa hiyo ishu ya kuachwa na kuacha, mwenye maumivu makubwa ni yule ambaye anaachwa, na ndio maana mimi nilisema Naputa mm. wa, wa, viongozi wa Simba wanapaswa kupewa ulinzi kwa kipindi hiki, kwa sababu wanaweza wakajinyonga kwa maumivu walioyapata eh? kwenye hili sekeseke seke la kuachwa na kocha wao eh? bwana nani ule bwana Abdurahman Fadru, David, Fadru. alikuwa mnyama pori yule. Basi mw. tusipoteze tu muda, nafikiri na profesa naam. najua mtazamaji wa Wasamalia TV atakuwa anauliza mm. Yanga mm. wameachana na Romain Folz. Je, yeah, ni nani ambaye atakayekuja kukishika kikosi? Wasubiri, wasubiri, wasiwe na haraka. Hapo Yanga Africans tayari tayari kwa ujumbe wao hey. Chini, paragraph ya mwisho mm. Paragraph ya pili mm, wamemtakia mm. kila la heri basi, ila paragraph ya mwisho wanasema mm. mm. kuwa katika kipindi hiki kikosi chetu kitakuwa chini ya kocha msaidizi Patrick Mabedi, huyu raia wa Malawi huku eh, mchakato kutafuta kocha mkuu ukiendelea. Nani Patrick Mabedi? Kwa hiyo Yanga watakuwa chini ya Patrick Mabedi ambaye hmm, ni kocha msaidizi ambaye amekuja juzi tu hapa. Wamemtambulisha juzi tu kocha msaidizi. Okay. Atakishika kikosi cha Young Africans. Basi nafikiri tu wa eh, watazamaji ambao eh, mnatupa faida kubwa ya kuweza kutufuatilia sisi kama Wasamalia media online. Uh, tunawashukuru sana kwa kuweza kuungana nasi kwenye vipindi tofauti tofauti vya kimichezo, lakini pia na entertainment.